Sasa nataka niusia wasungu hiyo pesa na pesa mingi. Ndio, mm. Najua atatoa milioni, sawa? Kama milioni kumi hivi. Unajua nakuanga <tipot> <tipot> <tipot> <tipot> ni kama mia moja huko huko huko mm. mm. Unajua baba sangu alikuwa akisoma masamba. Hizo masamba mm. Zilikuanga mingi huko sana, sawa, mm.